Ni siku 24 zimepita, kama nitakuwa sikosei, au siku 23 toka Kajala na Harmonize wavishane pete tena kwa mara nyingine. Sasa maswali yamekuwa mengi mtandaoni kuhusiana na mahusiano yao. Je, bado wako pamoja au tayari wametengana? Kwa sababu ukimya umetawala kwa muda mrefu sana, baada ya maswali kuwa mengi baada ya mashabiki kuoji sana mitandaoni kwamba hawa watu vipi, mbona hatujawazoea kuwa kimya namna hii, Harmonize na Kajala rasmi wameamua kushare kidogo tu kupitia Insta story zao kila mmoja kwa upande wake kuthibitishia watu kwamba bado wako pamoja. Kajala alishia kupitia Insta story yake picha ya Harmonize alafu akamtag Harmonize kuashiria kwamba bado wako pamoja. Ni jambo ambalo mashabiki wengi walikuwa wanataka kuliona, kwamba hawa watu vipi, bado wako pamoja, mbona kimya? Tunazoea mara kwa mara huwa wanapostiana. Ni kitu ambacho ni cha kawaida sana kwa Harmonize na Kajala. Kipindi ambacho wapo kwenye mahusiano, ni lazima utaona hekaheka nyingi, lakini ni tofauti na wakati huu hapa kurudiana kuvishana pete na sasa hivi imekuwa kidogo ni tofauti sana. Mashabiki ni jambo ambalo hawajazoea kwa hiyo mambo yamekuwa ni mengi, maswali mengi. Harmonize pia kupitia Insta story yake ameshare na yeye video akifanya mazoezi pamoja na Kajala e, na kuonyesha kwamba bado wako pamoja. Kupitia Insta story hizi mbili, ni majibu tosha kwa mashabiki kwamba watu hawa bado wako pamoja, ila ni hawataki tu kuweka mambo yao hadharani, tofauti na vile ambavyo wa watu wameshawazoea kwamba mara kwa mara huwa na E, share vitu ambavyo wanavifanya. Sasa kwa sasa hivi ni kama kuna utofauti fulani ambao wameuweka, kuonyesha kwamba wameamua kubadili lifestyle yao, na ni jambo ambalo mashabiki wengi wenda walikuwa hawalitegemei, ndio maana maswali yakawa mengi e, kupitia insta story ambayo Harmonize alishare maswali ya mashabiki kuhusiana na uhusiano wao kuhusiana na kwamba bado wako pamoja au wametengana yameshajibiwa tayari, kumaanisha kwamba bado wako pamoja na hawajaachana ja. Kwa hiyo maneno ya kusema kwamba wameachana baada ya muda mfupi tu kuvishana pete ni vitu ambavyo ni vya kupuuzia, kwa sababu wako pamoja na bado wanaendelea kufurahia mapenzi yao. Na lipi la kuongea kuhusiana na jambo hili? Drop hapa comment yako na usahau kusubscribe Dems Media. Mimi ni Abdul Juma The Monster.